Unaangalia Msangazi TV. Hali ya utoaji wa chakula shuleni bado sio nzuri sana katika shule za serikali 98, shule 59 ndio zinatoa chakula, ambapo shule 39 hazitoi chakula mpaka sasa. Lakini pia pamoja na kuwa shule nyingine zinatoa chakula, si wanafunzi wote wanaokula. Katika wanafunzi 41,357, e, wanafunzi 24899 ndio wanaokula na wanafunzi 16458 bado hawapati chakula. Wazazi na jamii ina wajibu wa kushiriki na kuchangia chakula. Kwa hiyo, wanasiasa ama viongozi tunapopita, tuhakikishe kwamba tunahamasisha jamii kujua umuhimu wa kuchangia chakula, umuhimu wa mtoto kula chakula ili akue kiakili na awe na uwezo mkubwa. Iwe ni agenda kwa kiongozi yoyote anapokwenda ku, kuongea jambo lolote kwenye maeneo mbalimbali ya shule zetu ahamasishe aweke agenda ya ya-, ya lishe shuleni. Kwa hiyo, Mheshimiwa Mwenyekiti, dhamira kubwa tunahitaji kuimarisha ubora wa elimu ndani ya halmashauri, na tukiimarisha sisi mkoa pia utakuwa mambo a hapa ni nisho, kwanza ni ufaulu mdogo, na pili utoaji wa chakula shuleni na usalama wa uhifadhi. Unaangalia Msangazi TV.